Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ilivyo kawaida yetu, kwamba tumekuwa tukikusogezea kila update inayojiri kuhusiana na mzozo kati ya Marekani dhidi ya wapiganaji wa kundi la Kihouthi lenye makao yake nchini Yemen, na taarifa tuliyoipata hivi punde inasema kuwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Marekani karibu na mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na wapiganaji wa Kihouthi yamewaua takriban watu 6 na kuwajeruhi wengine 26 usiku wa kuamkia leo Jumatatu, Aprili 14, 2025. Taarifa ya mashambulizi hayo imethibitishwa na Wahouthi huku pia wakidai kuwa wamefanikiwa kudungua ndege nyingine isiyo na rubani yaani droni ya, ya Marekani aina ya MQ-9 Reaper. Tangu kuanza kwa mashambulizi makali ya anga ya Marekani takribani mwezi mmoja uliopita chini ya Rais Donald Trump dhidi ya wapiganaji hao watu zaidi ya 124 wameuawa nchini Yemen. Marekani ilitangaza kurejesha mashambulizi dhidi ya Wahouthi kufuatia ya mashambulizi yao dhidi ya meli katika Bahari Nyekundu iliyoko Mashariki ya Kati. Wahouthi hao wanatajwa kushambulia meli hizo ili kuunga mkono jitihada za kupingana na uvamizi wa Israel eneo la Gaza dhidi ya kundi la wapiganaji wa Hamas. Katika taarifa ya habari ya televisheni ya Al-Masirah inayoendeshwa na Wahouthi hao ilionyesha maofisa moto wa zimamoto akimwaga maji kwenye moto mkubwa uliodaiwa kusababishwa na mashambulizi hayo ya Marekani. Kipande kingine cha video kinaonyesha kuwa kuna kifusi kikiwa kimejaa barabarani huku maofisa wa uokoaji wakimbeba mtu mmoja kutoka eneo hilo ambalo Wahuthi walidai ni kiwanda cha vigae katika mtaa wa bani Mata, na Sanaa, mji mkuu wa nchi hiyo. Kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani mashariki ya kati ya CENTCOM inayosimamia operesheni za kijeshi za Marekani haikuthibitisha kutekeleza mashambulizi hayo. Hilo linafuata mtindo wa jeshi hilo ambalo sasa linaidhini kutoka Ikulu ya Marekani kufanya mashambulizi kwa hiari tangu kampeni hiyo ilipoanza Machi 15 mwaka huu, ambapo jeshi la Marekani pia halijatoa taarifa yoyote kuhusu maeneo yaliyoathiriwa na makombora hayo. Hata hivyo, Ikulu ya Marekani imesema zaidi ya mashambulizi mia mbili yamefanywa hadi sasa. Jana Jumapili, Wahuthi walidai kuwa usiku wa kwamba waliangusha droni ya Marekani aina ya MQ-9 Reaper katika mkoa wa Haja kaskazini magharibi mwa Yemen, kando kando ya Bahari Nyekundu karibu na mpaka wa Saudi Arabia. Brigadia Jenerali Yahya Sarey, ambaye ni msemaji wa Wahouthi, alieleza tukio hilo kupitia video iliyorekodiwa kuwa ni droni ya nne kuangushwa ndani ya wiki mbili. Sarey alisema droni hiyo ililengwa kwa kombora lililotengenezwa nchini humo japo wapiganaji wa Kihouthi wana makombora ya ardhini kwenda angani kama kombora la na Iran linalofahamika kama 358 lenye uwezo wa kuangusha ndege iliyo katika anga la mbali. Irani imekana kuwapatia silaha wa, wapiganaji hao, ingawa silaha zinazotengenezwa Iran zimepatikana vitani na katika shehena za baharini zilizokuwa zikielekea kwa wapiganaji wa Kishia na Wahouthi nchini Yemen, licha ya marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa. Droni za General Atomics Reaper ambazo moja hugharimu takriban dola milioni 30 zina uwezo wa kuruka kwenye urefu wa zaidi ya futi elfu 40, yani mita za 12,100 na, na, na kubaki angani kwa zaidi ya saa 30, zimetumiwa na jeshi la Marekani na shirika la ujasusi la Marekani la CIA kwa miaka mingi nchini Afghanistan, Iraqi na sasa Yemen. Centcom imesema kuwa inafahamu kuhusu ripoti za kuangushwa kwa droni hiyo na lakini haikutoa maelezo zaidi. Uchambuzi wa shirika la habari la Associated Press umebaini kuwa operesheni mpya ya Marekani dhidi ya Wahuthi chini ya Rais Donald Trump inaonekana kuwa kubwa zaidi kuliko ile ya rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, huku Washington ikihama kutoka kushambulia tu maeneo ya kurushia silaha hadi kuwashambulia maofisa wa ngazi ya juu na kutupa mabomu maeneo ya mijini. Kampeni hiyo mpya ya mashambulizi ya anga ilianza baada ya waasi hao kutishia kulenga tena meli za Israeli kwa sababu Israeli imezuia misaada ya kuingia eneo la ukanda wa Gaza. Wapiganaji hao hawajafafanua kikamilifu meli za Israeli ni zipi, japo linamaanisha meli nyingi zinaweza kulengwa katika mashambulizi hayo. Wahuthi walilenga zaidi ya meli mia moja za kibiashara kwa makombora ya droni, wakazamisha meli mbili na kuua mabaharia wanne katika Novemba 2023 hadi Januari 20 mwaka huu pia walizindua mashambulizi dhidi ya meli za kivita za Marekani bila mafanikio. Kampeni za Marekani hazionyeshi dalili za kusimama huku utawala wa Trump ukilinganisha mashambulizi dhidi ya Wahuthi na juhudi za kuiwekea Irani shinikizo la vikwazo kuhusu mpango wake wa urutubishaji wa nyuklia ambao unatajwa kufanyika kwa kasi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Tutakusogezea kila updates inayojiwi kuhusiana na mzozo huo ambao unaendelea kati ya Marekani dhidi ya Wahuthi na Marekani dhidi ya serikali ya dola la Kiislamu la Irani ambalo imekuwa ikipambana kila siku na kila uchao kuhakikisha kuwa taifa hilo halirutubishi silaha za nyuklia. Jina langu ni Mgongo Kaitira.